Good morning, brother. Yes, yes. Um, kama ungepata fursa ya kuwa rais uh -huh. kwa siku moja <laughs> masaa eh, ishirini na nne tu uh -huh. kitu gani cha kwanza ungefanya? Reforms. Reforms. Reforms. Unajua nchi hii inaongozwa mm. structure yake hasa mm. ile ya kikoloni nama mm. ambavyo tulirithi tukaipokea tukaiendeleza mm. lakini kuna mambo mengi sana ambayo mm. Okay. Yeah. like mm. wananchi wanatamani yatokee ambayo yanashindikana kwa sababu ya pengine na katiba ilivyo, ungefanya ni cha kwanza kabisa kufanya mimi, ni kuhakikisha kwamba nawapatia wananchi katiba, katiba, katiba mpya Mm -hmm, ambayo itakuwa ni people centered constitution. Nini ambacho wanakihitaji? nini ambacho awakitaki? nini tuongeze? nini tupunguze? mm -hmm. mm -hmm. kwa sababu katiba ni msahafu namna ambavyo nchi ningesh ko mimi ningewapa ninge of course serikali yangu kwanza ingekuwa na kipaumbele kwenye kuboresha maisha ya watu lakini mm -hmm. pia ninge bala matumizi Mm. Ningepunguza ukubwa baraza la mawaziri, ningepunguza matumizi e, ya mawaziri lakini pia baadhi ya vyeo ningeviondoa kabisa. Mfano wakuu uh, wa wilaya uh, ningejitahidi zaidi uh, kazi nyingi za wilaya kuzifanya mkurugenzi. Na hisi mm. angefit kwenye majukumu mengi kwa umi kwangu ningepunguza matumizi mengi sana serikalini ayamani, mm. e, mtu baadhi ya viongozi nunulia bajaji za umeme safi kabisa, wanafika kwenye maeneo yao, ningelini na hilo kupunguza matumizi ya serikali ili kuboresha maisha ya watu. Mimi bwana, na natamani sana kuona uh, mtu anakuwa na kitu cha kufanya, kwa maana ya kwamba uh, mtu anakuwa na utaalamu wa kufanya. Unajua kila mtu ana ana kipaji ambacho amejaliwa hmm. na Mungu. Hmm. Sawa lakini kukiona hicho kipaji inabidi awepo mtu ambaye anaweza kukifuatilia vizuri. Natamani kila mtu angepata elimu ya VETA. Unielewa? Hmm. Yaani kila mtu angepata elimu ya VETA. Kwa sababu sisi tuna utaratibu wa ku wa ku, sisi sisi binadamu tuna utaratibu kwanza kupata muda kupanua uelewa wetu. Mimi ninaamini mtu anapofika mpaka form 4 hata kama atazungusha atapata zero lakini uelewa wake unapanuka kidogo. Ningeweka elimu ya veta ingekuwa lazima sawa sawa. mm -hmm. Kwa maana kwamba mtu akitoka pale tayari na utaalamu wa kufanya kitu, kuliko hii akili ya kila mtu kuwaza kuajiriwa kuajiriwa kuajiriwa. Mimi hiki kitu nisinge nisinge na nili ya, kuajiriwa ajiriwa, mawazo ya namna hii ningeweka pembeni. Mm, nguvu kubwa ningeweka kwenye elimu ya veta.